Bwana Yesu asifiwe! Huyo mama wapi? Anasema wasifiwe Bwana Yesu asifiwe. Niko tuna mtu moya mwenye alikuya kuibada, simama nikuone kwanza, mama mwenye aliitikia wa kwanza. Amen, ubarikiwe mama, nilimsikia nitakutafutia kado yako, unikumbushe uniku tupakutoka Papa, uniambie papa, uliniambia utanipa nini, nitaka kupa na siku ya Mungu ukae nayo, na hapa wengine wakasikie bivu. Bwana Yesu asifiwe! Amen. Bwana Yesu asifiwe! Amen. Cika wa kwanza kuna kwaka ni kitu kitamu sana, hata kama ni kwa kwa papa, yeye kwa anaita watoto, anasema mniletee maji huko fulani we, yeye bila kuitika wewe unawahi. Kuna mapesenti mbalimbali wewe unapata kwa papa, utakuwa unaitwa samahata, muite tu fulani kaifu, kwa sababu anaitikaka haraka. Inakuwaka hivyo kwa mzazi wako baba yako mnyumba namupenda Mungu sana, huyu baba mwenye kwa mali hapa anampenda Mungu sana. Mimi nampenda Mungu kweli. Haina muda ya kutoka, ni muda wa kukaa. Pakiti vizuri, kama unaona au ukai vizuri, kaa pa nafasi pazuri. Mimi naonaka kama watoto wanakuwa na fujo sana kumeza tuko na kuna kuna kumeza na na nyamaza kimya sana, sababu ya kuwa nijikonsantire vizuri, ni wahi, ni kule zaidi, kwa sababu mimi niko na lia, ni kulaga, si nilishazeeka. Wangu wao wanalia maisha, wanenepe wakuwe vizuri. Sasa mimi nalilia tu nipate ka nguvu kadogo tu. Bwana imidiwe sana, amen. Na ndipo hapa maneno ambayo tunaongea ni maneno ya chakula ya kusibisha mioyo yetu, na wakati moyo unasiba ndipo na mwili unakuwa sawa. Bwana imidiwe sana, amen. Mchana tulikuwa tunajifunza neno moja ambayo tulizungumzia, tunasema kuhusu ibada, tulizungumzia neno moja tukaiongea, tukazungumza, tunasema ibada. Mniangalie mitandao yote kama iko vizuri, tuna watu labda huko TikTok ikua anatufata, kama mtupiko akili haitaonekana vizuri. Mnatia mitandao vizuri, watu wanatufata na wanasikia kila kitu ambacho tunakiongea mali hapa, itakuwa vizuri zaidi. Bwana midue sana, ah. Juma jana tulijifunza kuhusu ibada, tukapia kwa kusema kwamba ibada ni kitu kizuri sana, kuacha manyumba yetu tunafunga, na wakati tunafunga manyumba yetu tunakimbilia sote kwenda katika ibada. Wakati mnaenda katika ibada, mtapata mafanikio ambayo itakayotokea katika ibada. Mungu atanijalia neema. Kama mnaomba katika ukweli, Mungu atatenda kazi katika manyumbani kwenu ambako mlitoka, katika makazi, katika kila nafasi ambapo utakuwa unatembelea, Mungu anaweza anakusikia maombi yako. Mungu atatenda kazi nafasi yako. Tukasema kama nyumba tunaiacha wazi, sisi sote tunakimbilia katika ibada, ni kitu kia muhimu sana. Kwa sababu ya nini? Nilizungumza nikasema hivi, unaweza, unaweza kupata nafasi. Mungu anakukubali maombi yako, anatembelea nyumba yako huko, anatuma wamalaika wakaenda wakaitakasa nyumba yako, wakati unapoingia, unaingia huko upya tena. Walmidwe sana amen. Wakati niliongea hiyo maneno, nilipenda hiyo maneno ikae ndani ya mioyo yetu, iweze kutusaidia kujua ni kwa sababu gani tunakuja tunaabudu mali hapa, na tunafata nini, na ni kitu gani ambacho tutapata katika ibada? Bwana midue sana, amen. Tulizungumza zungumza sana, tulikuwa tunakamata huku na kule huku na kule. Kwa sababu ya nini? Mtu aweze kubeba hata kitu kimoja, kuona kusema kwamba kumbe ibada ni ya muhimu, niache vitu vyangu vyote nikimbilie katika kanisa kumwabudu Mungu. Hatukujaki ndani ya kanisa mahali hapa. Tunafika hapa kuangaliana masura tu, kuangaliana huyu walivaa namna gani, kuangalia huyu kitambaa kilienda pembeni, huyu kravachi ilikala mbaya, huyu anavalaka tu nguo moja. Sio hivyo, mahali hapa sio hivyo. Tukishafika mahali hapa wewe kama uliniona nilijeuza au mabuto ilienda kupembeni, nilifunga ya chini kaku ya juu nikafunga hivyo, uniache kwanza. Hivyo hivyo labda mimi mwenyewe nilivaa hivyo kwa sababu ya ibada, nimpendeze Mungu ninayemtumikia. Bwana midwe sana, Amen. Nikasema kwa mfano wakubwa wetu wa zamani walikuwa wanavaa na magunia wanajivika magunia kujipamba na wanaanza kuomba Mungu, anajivirigita we, kuonyesha alama ya nini? Ya kujishusha mbele ya Mungu. Kwa sababu ya nini? tu ibada, kumwabudu nani? Kumwabudu Mungu. Wanamedio sana, amen. Nikakuja nikasema mfano mimi hapa nilipo, nikasema turu moja, siku moja nikagonjwa Sikupenda nibakia kunyumba, nikaona nikibakia kunyumba tafia kunyumba na watagia no, kunikuta niko maiti, nikaona sema pano